Siku zote nimekuwa nikitambua na nitaendelea kutambua mchango wa wanaCCM wote katika kuhakikisha tunaunganisha nguvu zetu kwa pamoja kuendelea kuimarisha chama chetu cha Mapinduzi ili Chama cha Mapinduzi kiendelee kuimarika, ili Chama cha Mapinduzi kiendelee kupata heshima ambayo inafanana na ukubwa wenyewe wa Chama cha Mapinduzi. Mambo muhimu miongoni mwa mambo muhimu mojawapo ni kuwa na ofisi katika ngazi zote. sisi moye sisi moye kwa, mimi nitumie nafasi hii kuunga mkono jitihada za wanagomba mbili, na mimi nitawapatia kiasi cha ja shilingi laki tano ili iweze kuwasaidia kuja kupata kazi. Sitoya ahadi, sitoi nini, sitoi ahadi. Siku zote nasema linalowezekana leo linaisha. Yeah, yeah. Leo hii nitawaomba viongozi wa Chama cha Mapinduzi kutoka kata ya Bomba Mbili, mtalipa utaratibu ni namna gani ninaweza kuifikisha pesa hiyo kwenu? Kama kuna akaunti basi nitawaanzishia hapa hapa ili nini na mimi tusiwe na deni nini na nini na mimi tusiwe <coughs> <Tese -moye. tos> <coughs> <coughs> na nini deni. Asante sisi moyo, mimi naishi katika misingi ya chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi kijiaidi kinatekeleza. Chama cha mapinduzi kijiaidi inafanya nini? Kinatekeleza. huo ndio utamaduni wetu kwa mimi naendelea kuishi katika misingi hiyo. Kwa hiyo nimewahi natekeleza hapa hapa, si yeah? Na nitumie nafasi hii pia kuambia wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, kumekuwa na maneno manene ya kusema kwamba kama hapo ambavyo sasa hivi tumekutana, mimi nimekuja kufanya kazi niliyotumwa na chama changu ya kuendelea kukiimarisha chama cha Mapinduzi, lakini pia ya kuendelea kuwatia moyo na kuendelea kuwapa tumaini wanachama chama chama chama pinduzi, wa chama cha Mapinduzi na viongozi wa chama cha Mapinduzi katika kuhakikisha wanaendelea kukitumikia chama chao lakini kuna baadhi ya watu wenye nia ovu wamepita wakitangaza wame na kusema kwamba eh, kwenye mkutano yake anagawa fedha. Mimi sigawi pesa moye si sisiemu si, oye ninachokifanya ni kutekeleza majukumu yangu ninachokifanya nini ni kutekeleza majukumu yangu kwa nafasi yangu ya ujumbe wa halmashauri kuu, na hii ndio umekuwa utaratibu wangu tokea kwa kama mapinduzi na jumuiya zake, mimi nimekuwa kiongozi ndani ya umoja wa vijana kwa takribani miaka kumi, lakini kabla ya kuingia ndani ya umoja wa vijana nilianza kuwa kiongozi kwenye ngazi ya tawi yuko, nikaenda nikawa kiongozi kwenye ngazi ya mkoa kama mwenyekiti wa shirikisho la vyuo na vyuo vikuu, sisi ni mkoa wetu wa Ruvuma. kawaida nimefanya kazi kubwa nilipokuwa mjumbe wa baraza kuu la UVCCM taifa. Katika mambo ambayo nimeyafanya yapo mengi sana, hata nikiyasema hapa yote siwezi kumaliza, lakini nina ushuhuda wa viongozi wengine wapo huku wa jumuiya za umoja wa vijana ambao kwa kipindi hicho niliweza kukarabati ofisi zao. mdogo wangu mwamanya yuko hapa, yeye ni shahidi. CCM oyee! CCM oyee! Kwa utaratibu huo huo katika vitu ambavyo nilivifanya, ukiacha ujenzi wa ofisi, ujenzi wa nyumba za umoja wa vijana, kwa maana za watendaji wetu, mimi nimekuwa mdau mkubwa kushiriki katika ujenzi wa nyumba hizo. Tulianzisha ujenzi ujenzi wa ofisi, ujenzi wa nyumba ya kuishi mtendaji yetu wa mkoa. Sasa hivi furaha yangu, sisi wakati tunaondoka kwenye umoja wa vijana mwaka 2022, tuliacha ujenzi ule ulikuwa umeshakamilika. Na sasa hivi kiongozi wetu wa umoja wa vijana ambaye ni katibu anaishi kwenye nyumba ana ile. Mimi nimesimama hapa nikajivunia matunda hayo. Sisi sema moyo nilifanya kazi za jumuiya zingine pia, jumuiya ya umoja wa wanawake ambayo tunaitambua kama IWT, na yenyewe ilituiga sisi, kwa sababu iliona jambo ambalo tumelifanya ni jambo bora, ni jambo ambalo linawaahisishia, lina maisha watendaji wetu. Tunatambua mishahara wanayolipwa ni midogo, wakifika kwenye mikoa mbalimbali kwenda kufanya kazi, wanapata changamoto kubwa sana ya kwenda kulipa gharama kubwa kwenye makazi ambayo wanatakiwa kuyaishi. Sisi ndiyo sababu kubwa ambayo itusukuma kwenda kuona namna gani tunaitatua changamoto hiyo. Kwa hiyo umoja wa wanawake na wao waliona fursa, wakaona wacha waitumie. Lakini pia nikiwa mmoja wa vijana, ni mdao mkubwa ambaye imechangia maendeleo ya ujenzi wa nyumba zile za pt. Hayo ndiyo maisha yao nimefanya hivyo na ninaendelea kufanya hivyo. Mwaka ishirini ishirini na mbili wakati na wanaondoka kwenye nafasi ya ujumbe wa baraza kuu la Umoja wa Vijana wa CCM Taifa, mkutano ambao ulifanyika pale kwenye ukumbi wa Bomba Mbili, niliwaahidi hao Umoja wa Vijana, niliwaambia ninatamani ile kazi ambayo tuliianzisha sisi ya ujenzi wa nyumba za watendaji wetu wa Umoja wa vijana, lakini hasijamaliziwa. Mimi ninaondoka umoja wa vijana, lakini nitahakikisha naendelea kuwashika mkono ili ile ndoto yetu ambayo tulianzisha ya kuwasaidia watendaji wetu wa jumuiya ya umoja wa vijana basi iweze kutimia. CCM oyee, CCM oyee. Na hadi ile nimeendelea kuitekeleza kwa vitendo, mara zote wamekuwa wakinifuata, nimekuwa nikiendelea kuwaunga mkono, sio Nyasa sio Tunduru, sio Songea ya vijijini. Huko kwetu, mkienda kwenye ofisi za umoja wa vijana, mtakuta jina langu likiwa na michango ambayo nimeitoa ya kuhakikisha kwa kwamba nyumba zile zinaenda kukamilika. Mara ya mwisho umoja wa vijana walikuwa na baraza hapa Songea ya mjini, nilienda katika vitu ambavyo wa niliwasaidia kimo Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nikasema niliweke hiyo sawasawa, ili huko nje watu wasiendelee kuongea maneno yao, wasiendelee kuongea nini maneno yao yenye niyaonge ya kutaka kutuchafua. Nipo kwa ajili ya kutekeleza majukumu niliyopewa na chama changu cha Mapinduzi, lakini pia na viongozi wa chama cha Mapinduzi ambao walinichagua kwenda kuwatumikia kwa nafasi ya ujumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa.